MC Frinary hapa kutoka Runinga NTV. Unaitwaje baba? Kabisa. DJ Dista na Gen Z anaitwaje huyu? Shady Nation. Ah, mimi naitwa Frinary Kibenzi kutoka Runinga, uipendayo ya NTV. Makala ni balozi wa Kiswahili. Yeah. Tunakuza Kiswahili sanifu, okay, vijijini na mashinani. Ah, jana tulisomewa bajeti na waziri wa fedha Bwana John Bandi. Ningependa kuuliza maswali machache tu kuhusiana na bajeti ama msamiati tunaolenga biashara. Hebu e, kwanza hebu niambie dada, e, supermarket kwa Kiswahili itwaje? Hey, supermarket tu, utajaribu. Gen Z, kizazi zi, utajaribu. Ah, ni hiyo tu, ni hiyo tu supermarket. Eh, mzee, basi semeni duka kuu. Duka kuu e, duka kuu ah basi jana pia kuna baadhi ya bidhaa ambazo ziliongezewa bei kwa Kiswahili utasema nini Kiswahili utasema nini kupanda bei utasema ni nini kupanda bei uh. Uh. Kupanda tu bei <laughs> <laughs> semeni mfumuko wa bei. Mfunuko wa bei. E, si mfunuko, mfumuko mfumuko, <laughs> e, mfumuko wa bei kabisa sana. kabisa sana na tax mzee, tax inaitwaje? Yeah. Taxi taxi. Yeah. Tax kwa Kiswahili. Tax. Eh, yeah, tax tax. Inaitwa taxi? Eh. Yeah. Utajaribu tax? Takisi. Takisi. Na wewe? Tax ni kulipa ushuru. <laughs> Inaitwa ushuru. <laughs> Eh hey, kabisa, umejaribu unaitwa ushuru ama pia kodi. Ushuru ama? Ah, basi mtazamaji wa runinga waipendao ya NTV mahali popote ulipo makala ya balozi wa Kiswahili yanazidi kukujia, na ningependa kushauri ambao unafanya biashara eh, hakikisha kwamba una daftari na kalamu ili uweze kufanya kazi yako vizuri. Kumbuka wanasema wahenga kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Basi kwa pamoja, tuambia nini wa Kenya wenzangu, tukuzwe kisifukuzwe. Mzee hebu ambie wa Kenya Kiswahili tena e, e, <laughs> Kiswahili kitukuzwe, kisifukuzwe. Nikiripotia runinga ipendayo NTV makala, NTV mashinani. Niite Frinary Kivenji Mwirigi nikiripotia kutoka Dhika, kaunti ya Kiambu.